Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado huja subscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu, kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amezindua mradi wa uchimbaji madini kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu kwa kutoa leseni za uchimbaji mdogo wa madini ikiwa ni utekelezaji wa programu ya Mining For a Brighter Tomorrow MBT. Akizungumza katika hafla hiyo amesema, wizara ya madini imekamilisha maandalizi ya programu ya MBT ambayo inatekelezwa katika kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2025 hadi mwaka 2030 ambapo programu hiyo ni ya kimageuzi katika sekta ya madini ambayo imeanzishwa kwa ajili ya kushughulikia changamoto na kuboresha fursa kwa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum ili kuongeza ushiriki wa makundi hayo katika mnyororo wa thamani wa madini. Akitoa salamu zake mbunge wa jimbo la Tarime vijijini Mheshimiwa Mwita Waitara amepongeza serikali pamoja na mgodi kwa mradi huu ambao utatoa ajira nyingi kwa vijana wa Tarime na kuiomba serikali isaidie upatikanaji wa mitaji kwa kuendesha shughuli za madini. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amempongeza waziri Mavunde kwa namna anavyowasaidia wananchi wa Mara hususani katika eneo la sekta ya madini ambapo amesema juhudi za waziri huyo zinaonekana kwa vitendo na kuomba vijana hao wajengewe uwezo ili waweze kuchimba kwa tija. Sambamba na hayo, Kanari Mtambi amemuomba waziri Mavunde kutokuishia kwenye utoaji wa leseni pekee, bali pia kuliangalia suala la msaada wa kiufundi pamoja na mitaji ili kuwezesha wachimbaji hao kufanya kazi kwa tija. Naye rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo Tanzania FEMATA Johni Bima amempongeza waziri Mavunde kwa kuzindua mradi huo na kuwataka vijana, wanawake na wenye mahitaji maalum kufanya kazi kwa kushirikiana na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Samsoni Bahati, Sauti Yetu TV.